laki saba kwa neema ya Mungu. Yale mipango tumekuwa nayo kwa miaka mingi ya ujenzi ya housing ya markets ya hostels, tunaona Mungu ametufungulia njia sasa yanaonekana kwa macho and therefore as we celebrate 70 years of AIC church in Nairobi

na vile vile Mungu ametuahidi ya kwamba we, as we make progress atatuongezea baraka baada ya nyingine. It is now time sisi wote tukiwa wa Kenya, mahali mambo yamefika sasa, hiyo ni awamu ya kwanza. That is the first step, that is the foundation. We now need to raise the bar we we now now need need to to raise the standard we now need to up our game. Na mumesikia askofu amesema miaka 30 ijayo. Sijui askofu ulitabiri kwa njia gani? Miaka 30 ijayo sisi kama nchi, taifa letu la Kenya, maombi yetu kwa Mungu ni kwamba miaka 30 ijayo Kenya itaondoka kutoka third world, itakuwa a first world country. And I want us, I want to say this in church, that by God's grace, we have been in the third world for far too long. We have had our fair share. It is now time. And by God's grace By the effort of our hands, by the blessing of our plans, and the energy and unity of the people of Kenya, we want to move this country from a third world country to a first world country in the next 30 years, by 2055. Na mimi naomba wa Kenya. Najua mambo ya kisemwa kama vile nimesema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 mali na toguli kikalonzo musioka gatagatika ka gimali county ya Kirinyaga kuria manyitanire tekia mwana huyo na gashagwa e na, na runa ke gotini ya mungithanira makoreto maikindiria guka ruta umwe wawa uri ya gatimurana na president ruto githire ni ukite ke moko wa ngirigire mirongo yire na bugwaja lakini mpaka leo rais alitamka chochote. Hiyo inamaanisha yeye pia anajua hiyo biashara ambayo inafana tanaairt and that is why, alikuwa anataka kupeana airport yetu kwa ule mtu wanaitwa Adani ndio aendelee yu kufanya hiyo biashara. Mimi ningependa kuwaona kwamba kwa hii movement ya wanta is a serious thing. Nashukuru sana chama cha waipa lendo kiongozi wa hii nchi ambaye yeye amekuwa huku kwa opposition na kina Raila akina Gideon Moi, lakini hao wote wamenuliwa, amebaki Kalonzo Musyoka peke yake. Ningependa kufatia heu sana anudisau i meshimiaazi vile waiko walikuzindua, sisi tunasema hata kama kama ile formula fomila itakufeha wewe, itanuzo msioka I am 100% sure, we shall be in safe hands. Vile vile sisi kama chama cha DCP, pia sisi in the next two or three months, tunaenda kuzindua striker wetu kuwa rais wa jamhuri ya Kenya, na huyo mnajua ni nani? Rigathi Gachagua. Nimependa kuomba wa Kenya wakati tutaleta huyu ndume na huyu ndume, Bishop, huyu ndio yule ambaye auzi wangi uoga. Kama hiko mtu ana pesa ya kununua uoga, ni huyu Rigathi Gachagua. Yeye ndio kiyo kiongozi peke yake ambaye ya alikuwa anaweza ambia William Ruto awachane mambo ya kutoza watu ushuru. So mheshimiwa, uh, Party Leader hm? mheshimiwa Party Leader

Sisi ni mafundi wa siasa. Siasa ikifika tunajua ni waya gani ya kushika, tunajua tunashikanisha na, na gani, alafu kunakuwa faya. Ni faya si faya? Ni noma si noma? ni faya si faya. Kithure Kindiki agitongoria mwaho wa Kenya kwanza mwena wa Tharaka Nithi kuria ica ikuheakoretwa horete kabe o kiumia thutha wa kiumia indiki agiokerera mungethanironi tutaka tufanye kazi kwanza Tue, tujenge barabara zetu tujenge madaraja yetu tujenge masoko yetu tuweke maji tuweke stima siku ya siasa ikifika tutafanya siasa ni kweli si kweli jameni rĩ kũrathiĩ naguo ũrugarĩ wa kĩũtĩti ũrathiĩ na mbere thirikari na mũng'ethanĩro igĩikanĩria cugo ũmũthĩ mũnini wa mũtongorio wa bũrũri kithure kindiki agĩtongoria mwaho wa kenya kwanza mwena wa tharakanithi kũrĩa ica ikuhĩakoretwo ahũrĩte kambe o kiumia thutha wa kiumia indiki agĩũkĩrĩra mũng'ethanĩro nĩ ũndũ wa Tumepata pesa. Hakukuwa na pesa. Now we have 8 billion shillings to construct Nithi Bridge. It has already been advertised. Tushindane mashindano ya sera, mashindano ya akili, sio mashindano ya ujinga, sio mashindano ya kelele. Zao ni siasa za matusi. Si umesikia siasa chafu za matusi na chuki na hasira nyingi sisi tunasema group sasa. Kenya tumedhihirisha ni mbili, ndio maana mimi naambia yule mungwana mwingine ya kwamba you must respect Professor Kindiki, lazima uheshimu professor. Yeye ndio yeah, deputy president of the republic of... watu waache madharau bwana, watu waache madharau bwana, watu waache madharau bwana kiria augite ni uteti utari na kiguni hamwe na uguo augite thirikari ndigutigithiria hari ukinyaniria wa tabarira kiheri cia uthiiwa na mbere na kurikiriria tabarira iria cia mbere irie hamwe na ici ni darasha acha nione wale wako kwa tutam, mara, tutam, tutam, tutam, tutam. Wale watu wako Nairobi

Mimi kama mbunge wa Kiharu, Mungu ameniwezesha kulingana na ile kazi nilikuwa nafanya hapo mbeleni na pia ile training ambayo Mungu amenijalia nikapata. Nimekuwa wakati mwingi pia nakagua kazi ambayo inafanyika na mahesabu ambayo iko katika serikali. And I have to say that I am a very worried Kenyan I am a very worried Kenyan and a very worried, worried leader wa hii nchi yetu ya Kenya kwa sababu ukiangalia kama information ambayo imekuwa released hapa hapa, I think it was last week by the Central Bank of Kenya, na ukiangalia takwimu zingine ambazo sio zangu ziko katika website za serikali, it is apparent that in the last eight months alone, the government of Kenya borrowed one trillion Kenya shillings. Eight months alone. and you know, I've been talking about this issue about debt. Sio kana kwamba sina mambo mengi naweza ongea it is because there is no critical issue in our country today like the appetite for debt and the profligate borrowing ya pesa ambayo wa Kenya sana sana hawaioni. Our country as we talk today is borrowing between 3.5 billion to 4 billion shillings every single day including wickets. Hata kesho Sunday ya kopa, Kenya inakopa 3.5 billion to 4 billion shillings every day including wickets. And therefore every hour we are borrowing over 150, around 150 million Kenya shillings every hour. Kama hapa tumekaa masaa manne, Kenya imekopa 600 million. Kama tumekaa hapa. They sound just like figures, but these are not just figures. It is about the foundation of our country. Moi Kibaki katika miaka yote kumi alikopa only 1.2 trillion shillings na dio ilijega Thika highway ikaweka maboma miki stima na ikaweka mapo ya maji na maendeleo yote ambayo tuliona. The money President Kibaki borrowed in 10 years, Kenya is borrowing in less than a year. Na ya kuhuzunisha ni hii, ukiangalia the same government figures in the month of August

igutuka DJ mukunji wa gita ona kana njorua ya instrument iganici ciaoini no maya mothe ukona tari iroto ta rä amu ngä Sauti Nzuri Music School mari haha gutigitha kiroto giaku ni giakinyanira Sauti Nzuri Music School ni njorua gwakinyani uthomithania wa piano guitar, Saxophone Music Recording Vocal Training DJ na Dance Classes marä maitwo namo nä mabacaräre wega nä gå kwäyandĩ käthia tåcarere haria gctc complex othaya town kåhoromakäria tå rä kå gora thimå namba 0742 606 195 åka kä roto gä ki aku å gätuä ke käa å kinyanä ra sauti nzuri music school powered by gtn tv

Rikman Limited nĩ makũreheire broti irĩ handũ prime na cia thogora wa mũhuko waku mĩna ngũra nĩgo kũbũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa zawadi gardens broti no ciringingiri magana mĩrongo keda na keda Kangundo Road kantafu broti marakonderia na ciringingiri magana matatũ ma mĩrongo mũgwanja na ithano peke yake na kwa Juja Farm hakuhĩ na Athi shopping center broti no ciringingiri magana mũgwanja ma mĩrongo title deeds keda na keda. Title Deeds, ili ready, na site visit nĩ free ũhoro makĩria macharere Ruiru Town Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kanoũhũre thimũnamba 0746 888 111 pata ploti pata title na Brickman Limited. Beba chapaa sasa na Tatua Tatu, cheza na mbao tu ushinde chapaa bonus ya hadi nusu milioni. Isitoshe, kila unapocheza unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuktuk, pikipiki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Usitupe mbao, nenda kwa Mpesa, weka pay bill number 150 150. Chagua namba zako tatu za bahati, kati ya sufuri na tisa, ukifuatanisha na neno hota kama account name. Cheza na kati ya shilingi kumi hadi shilingi elfu moja na ubebe chapaa au bidhaa na tatua tatu. Over 18 only. Gaming can be addictive, play responsibly. This message has been approved by the BCLB.

tå gäthiä na mbere thirikari nä ä teanä irie rib atä ä rahå thä ra tabarä ra cia kuha må ingä mbere ithärono ni cia mwena wa mbere noth thirikari yugä te atä tabarä ra iria cirakinyanä rio nä iria ikoretwo igithiä na mbere rå gongo ru rwa mbere na rä inemo ya gå tigä ikiro rä ciothe kana mä ena yothe

na murimo wa cukari ne ndumirire kirairio hindi ya kabe ya urigitanie kuria a akorwo kana maronekana gukorwo mahatikitwo ni ngarama ya muturire thiri thiti na mbere na kurigiriria na kuhinyiriria hinyiriria Kenya thini wa ikiro itiganite a ni ratariria aya na akiro macini tondu cigithondeketwo na mako ma andu

nda ida tu dini wa muda dini wa mohoro shiruko na wikendi wikendi <laughs> ni mohoro shiruko kige na wero tu mko aji GTN TV ni wakro kide gamita mo ine amu maige ngodi na abre na goki huru goko ni jito Gitonga wa Nduiri.